Vision 2030 madini ni maisha na utajiri. Ambalo tumejadili hapa ni kuhusu kuongeza thamani mazao yetu na hususan e, zao muhimu la kahawa. Kama inavyofahamika, Tanzania e, ni ya nne kwa ukubwa wa kuuza nje ya kahawa kutoka bara la Afrika, na kubwa hapa ni kuweza kuongezea thamani ya kahawa kule kule nyumbani ili tusiweze e, tusiwe sasa tuna e, tunapeleka nje kazi ambazo e, wananchi wetu wangeweza kufanya. Kwa hiyo dawa kubwa ni kuongeza thamani ya kahawa yetu kule kule Afrika, e, Tanzania na nchi nyingine e, ili sasa tuweze kupata thamani kubwa zaidi e, kutokana na kilimo chetu e, cha, cha kahawa. E, lakini jambo lingine kubwa E, maendeleo yote yanategemea sana rasilimali watu. Kwa hiyo mkazo katika mazungumzo pia imekuwa ni uwekezaji unaohitajika katika nguvu kazi. A, elimu ya ufundi lakini pia uwekezaji kwenye, a, kwenye afya, kwenye maji na, na hili ni muhimu a, ili tuweze kutengeneza mazingira ya vijana wetu e, mazingira mazuri ya maisha ili wasiweze kutamani kukimbilia kwenye nchi nyingine hususan, hususan Ulaya.